Habari ndugu mtazamaji wa MSTV, karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na leo tupo katika eneo la Cheju mkoa wa kusini Unguja wilaya ya Kati. Tumekuja kuzungumza na wataalamu wa mifugo ya ng'ombe kutoka katika taasisi ya MS Agriculture Service. Hii ni taasisi inayowasaidia vijana katika shughuli za kilimo pamoja na ufugaji. Tuone wanyama hawa wanavyoshughulikiwa kutoka hatua ya mwanzo mpaka hatua ya mwisho, na kusihi ndugu mtazamaji, ungana nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Naomba utaje jina lako na sehemu ambayo unatoka. Kwa jina, anaitwa Ibrahim Kombohaji, ni daktari wa mifugo katika taasisi ya MS Agricultural Service. Hapa tupo katika eneo la Cheju, ambapo ni eneo letu la mifugo na tunajihusisha na mifugo ya kuku wa broiler pamoja na ngombe wa maziwa. Mbinu <coughs> gani ambazo labda mnatumia za kitaalam katika kuwafuga hawa wanyama? E, katika kufuga wanyama hasa hasa kwa upande wa kuku kuna taratibu maalum lakini, pia kwa upande wa ng'ombe na pia kuna utaratibu maalum ambapo tukiufuata vizuri kama wafugaji au wakulima katika ku, kuyaendea haya mambo mawili ya kilimo na mifugo, basi tunaweza tukafika tukafika mbali, na zipo mbinu nyingi ambazo hasa kwenye ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Kama hapa kwetu Cheju kwenye shamba letu tuna idadi ya ng'ombe ishirini wa maziwa ambao kwa kila ng'ombe anazalisha lita kumi na tano za maziwa na tunatumia system ya kukamua maziwa kwa mara moja kwa, kwa siku na hii inatokana na kwamba ni katika ku, ku, ku, kunini ku, kuziendea zile mbinu za uzalishaji bora. Tunaweza tukakamua mara mbili kwa siku, kwamba jioni inaweza tukakamua lita kumi lakini mchana au ina, asubuhi inaweza tukakamua lita kumi na jioni tukakamua Lita, lita tano kwa, kwa, kwa ng'ombe, lakini tumetumia mbinu ya kukamua mara moja kwa ajili ya kwamba tuongeze ule uzalishaji. Kwa hiyo sasa, tukisema kwamba tunatumia system hii, basi inakuwa inaleta matokeo chanya, na tunaona kwamba mafanikio yanakuwa yanaongezeka. <coughs> mbinu ambazo mara nyingi sisi wataalamu tunakuwa tunazitumia, ambazo zinaleta matokeo chanya tofauti na wale ambao wanakuwa wanafuga tu kienyeji yeah. Kitu cha mwanzo ni kwamba ushauri wa sisi madaktari kwa wafugaji wingi sana, tunakuwa tunashauri tuwafuge ng'ombe kwa mfumo huu wa kuweka ndani. Tukifuga mfumo wa kuweka ndani ng'ombe, tunakuwa tunaepukana na mambo mingi sana. Kuna masuala mazima ya magonjwa ambayo yanakuwa yanasababishwa na hali ya hewa, lakini pia na magonjwa ambayo yanasababishwa na kupe. Mfano tukisema kama tunawaachia ng'ombe wetu kwenda kula kwenye malisho wao wenyewe, na tunafanya hivi kufuga ndani kwa sababu ya kutengeneza mfumo mzima wa ulaji wa wa mifugo yetu, kwa sababu kama tunavyojua ng'ombe inavyotakiwa, unatakiwa wewe mfugaji ujue kwamba ng'ombe anakula chakula kiasi gani kwa siku, na anahitaji maji kiasi gani kwa siku. Lakini pia hata kwenye uchunguzi wa matibabu au uchunguzi wa maradhi, basi inakuwa ni rahisi kuliko kutumia njia ambayo tunakuwa tunafuga ng'ombe kwa kuachia kwenda kula kwenye malisho wao wenyewe. Chachu ya uongezekaji ma, ya, ya wa maziwa au chachu ya uzalishaji wa maziwa inakuja kutokana na hiki kiwango ambacho tunakuwa tuna uhakika nacho. Wakati wa mfano tuseme tunakata majani, basi tunakuwa tunajua kwamba ng'ombe huyu kutokana na bodi nini uzito wake, basi ana, anaweza kutumia chakula kiasi gani kwa siku, lakini pia anaweza kunywa maji kiwango gani kwa siku. Halafu pia kuna masuala mazima ya supplement ambayo ni kama kiengezeo tukiona kwamba pengine jani halijatosheleza, kwa hiyo tuna mfumo kama madaktari, ambao mara nyingi hii mbinu inakuwa ni kwa upande wa wale ambao wanafuga, lakini kwa, kutu, kwa, kwa kutumia hii taaluma ya ufugaji. <coughs> watu wengi ambao wanafuga bila kutumia taaluma hii wanakuwa, wanakuwa na malalamiko mengi sana. Malalamiko yao inakuwa ni kwanza kwanza, wanashambuliwa sana na maradhi, lakini pia wanakuwa na uzalishaji mdogo wa maziwa. Kwa hiyo sasa tunakuwa tunachukua hii kama ni faida kutengeneza chakula maalum kwa ajili ya ng'ombe wetu kama ni kiongezeo, kutokana na yale majani yake ya ambao wanakula kwa siku. Kwa hiyo unawaengezea ili kuongeza uzalishaji. Kwa hiyo sisi kama taasisi ya MS Agricultural Service tupo kwa ajili ya kutoa elimu kwa wale wafugaji ambao wanafuga bila Kutu, kutumia elimu. Okay, katika hii taasisi ya MS, je, katika ufugaji wa ng'ombe labda, na mnajishughulisha na maziwa matupu ama na kitu gani kingine? Eh, okay. katika ufugaji wa ng'ombe katika taasisi yetu ya MS Agriculture Service tunajishughulisha yeah. na uzalishaji wa maziwa, lakini pamoja na uzalishaji wa ndama. ah, okay. Je, unadhani hii teknolojia ambayo imekuja inasaidia kwa kiasi gani katika uzalishaji wa mifugo ama ufugaji wa mifugo teknolojia ambayo imeingia sasa hivi ya uzalishaji inasaidia sana inasaidia sana kwa sababu tunakuta watu wengi sana sasa hivi wanashajihika kufuga ndani kuliko kuwapeleka wanyama wao kwenye malisho kwa sababu wamegundua kwamba tatizo la maradhi yanawasumbua ya wanyama wetu hasa hasa Zanzibar <coughs> ni maradhi ambayo yanatokana na kupe, na maradhi ambayo yanatokana na kupe, basi suluhisho lake kubwa ni kufuga ndani kwa ajili ya kudhibiti wale kupe kuto kwa kuwadhuru wale wanyama wetu. Labda okay, kuna changamoto gani ambazo mnazipata wakati wa kufanya huo mchakato wa ufugaji wa wanyama? Changamoto katika ufugaji wa ng'ombe hasa hasa wa maziwa, ng'ombe wa maziwa, kuna maradhi mingi sana ambayo wanaweza kuyapata kutokana na zile stress, ambazo kwa sababu kila siku kama ng'ombe anakamuliwa yeah. Kuna changamoto za kwamba ikiwa atakosa lishe yani, atakosa lishe ambayo inahitajika, basi ni rahisi sana kuambukizika maradhi. Lakini pia changamoto nyingine, kama sisi Zanzibar, kuna aina za ng'ombe tofauti tofauti. Kama ng'ombe ambao tunafuga Zanzibar, tunaweza kusema kwamba ni hawa ng'ombe wa kilokal hawa ni resistance sana na marazi ambayo yapo, yapo Zanzibar kwa sababu kupe wanakuja na marazi tofauti tofauti. Lakini changamoto inokuja sasa hivi, kuna ngombe kuna breed ambazo ni nzuri zaidi, lakini changamoto ya kuwachukua ngombe sehemu nyingine kuwaleta Zanzibar, unakuta wanashambuliwa sana na, na haya marazi kutokana na kwamba hawako resistance nayo na, na hii inatokana na hali ya hewa yetu ya, ya kisiwa cha ya Zanzibar. Upi ushauri wako hasa kwa watu ambao wanafuga wanyama lakini hawana utaalamu wa kutosha? Ushauri wangu kwa wafugaji ambao wanafuga bila kufata utaratibu maalum ambao unahitajika, mimi ninawashauri kwamba wanaruhusika kujiunga na taasisi yetu ya MS Agricultural Service kwa ajili ya kujipatia huduma bora ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa lakini pia ufugaji wa kuku wa nyama. Ni mimi mtangazaji wako Omar Simba, MSTV.